Hali ya mambo inazidi kuwa mbaya huko Mashariki ya Kati kufuatia mfululizo wa mashambulizi ya anga kutoka Iran yakiilenga Israeli. Jeshi la Ulinzi la Israeli linasema ving'ora vimelia katika maeneo kadhaa kote Israeli baada ya kutambua makombora yaliyorushwa kuelekea nchini humo kutoka Iran. Jeshi la Wanahewa la nchi hiyo linafanya kazi ya kuzuia na kushambulia pale inapobidi ili kuondoa tishio, linasema. Jeshi la Israeli limeendelea kutoa tahadhari kuwa watu wanapash kufuata maagizo kutoka kwa kamandi ya masuala ya ndani ya nchi. Wakati hayo yakichomoza, ndege zaidi za RAF zinatumwa Mashariki ya Kati huku kukiwa na mapigano makali kati ya Israeli na Iran, waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amesema. Sir Keir Starmer alisema ndege za kijeshi, ikiwa ni pamoja na ndege za kivita za Typhoons, na za kuhamisha mafuta kwa ndege zingine angani zilikuwa zikitumwa kwa ajili ya usaidizi wa dharura katika eneo lote. Alisema hali inaendelea kuwa mbaya kwa haraka na kulikuwa na majadiliano yanayoendelea na washirika, na kuongeza kuwa ujumbe wa mara kwa mara unaongezeka. Uingereza ilitangaza mara ya mwisho kuwa ilipeleka ndege katika eneo hilo mnamo mwaka jana, wakati serikali ilisema ndege za Uingereza zimekuwa zikichukua jukumu la kuzuia kutokea kwa mzozo.